Nataka kujua kitu kimoja, kama mashabiki na watazamaji tunajua Sauti Sol mm. kwanza tuanzie katika zile nyimbo ambazo umeifanya pamoja. Nataka kujua kuhusu percent iko vipi mpaka leo hii, nagawanaji lakini, umezungumza kwamba project ya pamoja hapo na uh, umetutajia una, una, una Sauti Sol okay. miaka ngapi maisha yako yote, nimekuwa Sauti Sol <laughs> tangu uzaliwe mpaka saa hii, venye mi nachana na Sauti Sol yani. mm-hmm. W wow, umenijua kama. Kwa hivyo Sauti Sol ni sanemi yangu, ni jina langu la ukoo, siwezi achana na Sauti Sol. Mambo yote ambayo tulijenga na tulijenga na Sauti Sol ni yangu, na ni ya Savara na ni ya Chimano na ni ya Polycarp, haya mambo hayawezi sambaratika. mm. Na undugu huko top. Kwa hivyo biashara ambazo tulifungua pamoja zina run. Festival yetu ndio kama the biggest festival last year. Last year festival yetu ilifanya a million dollars in ticket sales. Hiyo ni crazy. Okay. Sijui kuna festival inafanya ticket sales kama hizo in East Africa actually. Even in Africa by the way. Maybe South Africa kama wanafanya zile zao big big. But in ticket sales So kuna amazing things tumefanya pamoja, siwezi siwezi kachili niseme ati oh, nani alianzisha hii ama uh, zi ni zetu. Inategemea, tukijisikia kufanya mziki pamoja tutafanya kuna ugumu, kuta... hakuna ugumu. Alinipigia simu bana, alinipigia simu akaniambia, niaje? Poa, mko here, mko around? Eh, tulikuwa, mimi Savana na Chimano hakuwa Chimano alikuwa Australia, so tukatokea hapo mkate nusu, tukapiga show kwa, yeah. Sautisol kwangu eh, juzi usiku Sautisol ilikuwa kwangu, dina wote na bibi zao. Kwa hivyo yani Sautisol sisi ni mandugu bro, hakuna animosity hata kidogo, tunashinda pamoja. Nyimbo zao zingine ni mi nimeandika, nyimbo zangu zingine ni wao wameandika. Hii nyimbo yangu imetoa sahii ya safari Savara ako katika uandishi. Savara aliandika ngoma yeah. Like, na mimi tuko na undugu. Labda uh, wewe? Wewe sana niko na panganga, TikToker mkubwa zaidi Kenya mzima by the way. <laughs>

Unajua hu jamaa taaanayemogea Wakenya etaibisha kizungu mingi, mtu wangu, yeah, so. Lakini check social media, bila social media hatungekuwa tunafikia mashabiki wetu in the millions kwa muda mfupi hivi. Social media mepatia kila mtu hiyo freedom ya ku Put out any kind of content na iende more so, influencers na, na wase wa TikTok and the new radio stations. Kitambo ulikwenda kwa radio, sikia nyimbo inapigwa mara nyingi, inakuwa hit. Sasa hii ukienda TikTokers na influencers ndio the new radio stations, na watakwambia ile ngoma imeshika, so wakona a very big part to play kwa hiyo web yote ya music industry. Yeah. Na tuko blessed by kuwa hapa. Asanteni. You're welcome, you're welcome. Yeah. <laughs> Lakini wewe sipendi. Ni mtu wangu lakini ni mtu wangu wangu. Haya, mazee niombeeni nishinde Grammy. Nilishinda Grammy na Burna Boy. Ni, mm -hmm. Nilikuwa, Sauti Sol tulishinda Grammy na Burna Boy, lakini wakati huu I think ni muda East Africa mm -hmm. tukue na Grammy Award mm -hmm. eh. Na by the way hiyo Grammy Grammy hata kasi mimi nitabeba, nishaona huko mbele, kuna msanii wa East Africa atabeba hiyo Grammy eh, na itabidi tupige kazi sana wakati huu ndo huo msanii akuwe na siku siku rahisi kidogo. Okay, kiambeni nani unamuona? Hey, kuna wasanii wote wanajituma eh. Yeyote ambaye anajituma ataishika, na si mmoja tuseme tu msanii yani, mmoja kwa nini kiei ni mmoja pekee ameshika? Ni wengi wasanii wa Bongo shinda. Kuna wasanii wa bongo watashinda Grammi, kuna wasanii wa Kenya watashinda Grammi. Itakuwa ni kitu ambacho kinashindwa kila saa. Okay. Yeah. Oh, wasanii wa West wanajaza sana nikienda kule unaona wamepiga. Huko kwetu kidogo wanafanya tukio kubwa kubwa na nini. Nimefikiria kufanya kwenye arena kubwa wajaze, West Africa ambao watafurahia mziki wenu e, niko na show O2 um, July 19. Wow. Eh, niko wow. e, e. 50% sold out by the. Wow. Itakuwa kubwa. Pia uh, pia Diamond na una, na una Diamond anapiga Albert Hall. Eh, anapiga Royal Albert Hall. Eh show. Yeah? Hey, yeah. Hey, tokeni pia muone hiyo show. Mm. Because the important East Africa kwa those spaces. say Nigerians wako 200 million. The diaspora yao already in London alone wako over a million people. So number zao of course it our favor. Na hiyo si excuse. Sitaki mseme ati mnasema no, nyinyi mnaekelea, hapana ni sawa. Wacha situanze na O2 wenzetu wataenda Wembley, lakini hizi ambazo ziko saa hii endeni Michael Scully, Vienna, the O2, Diamond at Royal Albert Hall. East Africa inafanya an amazing thing in a span of one month, get your tickets, okay. Kijumla, hi ni mzigo ni <laughs> nchi yangu mm. Cheki nakufa na Kenya. Hawa ndio wamenilea, hawa ndio wamenikuza, wakanituza, wakanichunga. Lakini kila mtu, hata Bible inasema kila mtu, hata uchukua wa mzigo wake mwenyewe. <laughs> Kila mtu achukue mzigo wake. Tufungeni mikanda East Africa, tufunguke. Angalia vitu Bongo wanafanya, tufanyeni hizo vitu. Angalieni zile vitunoma wa Kenya inafanya, fanyeni hizo vitu, eh twendeni. Okay, umetangaza ujio wa album yako ndamu. Wanaamini albums na zinaua baadhi ya uh, nyimbo kuna hit song ndani, lakini zitakufa kwa sababu imetoka album, labda zikitoka moja moja Wasanii yeah, wako na mbinu tofauti za kufurahisha mashabiki wao mm -hmm. So mi siwezi ikaongelea wasanii wengine, lakini nasema msanii yeyote ambaye unamwona duniani anafanya vizuri na ako na longevity, yani career imedumu sana, hafanyi hivyo kwa kutoa singles, anatoa albums a body of work na ukitoa album watu wakisikia hiyo album wanakumbuka muda fulani ambao walikuwa kwa maisha yao. Mimi nikisikiza album zingine, nikisikiza midnight train ya Sauti Soul nakumbuka kwenye nilikuwa nikirekodizo wimbo na nikizisikia. So, album iko na kazi yake, singles ziko na kazi yake. Msanii mnoma anafanyanga balance. Nikimsikiza kama Burna Boy, napenda singles zake, lakini napenda album zake, unaona. Lakini Burna Boy hawezi shinda Grammy kama hana albums, ju Grammy mm recognize singles tu hivyo oh. Ukiangalia wasanii wanashinda Grammys mm, mm, oh, bumbangu, yani ni wasanii wenye wako na bodies of work. Cheki kama mjui ukali wangu, mpaka saa hii mtaijua. <laughs> <laughs> Tulianza tulianza, tulianza safari. Alhamdulillah, tukaomba tufike. Inshallah, binadamu anapanga, shetani anapangua. Alhamdulillah, tumefika mashallah. Ah, ah, ah, ah, mashallah. Binadamu anapanga na Mungu anaamua. Alhamdulillah, tumefika mashallah. Asanteni. Tulipatana wow, wow, wow, wow. Hey, Bongo Mikocheni kwa zangu bichi nalo pepo wa bahari. Yeah. Alinipita kama meli anayumbayumba, akitondo za kishenzi uh. Oh, mikocheni nikamfuata utadhani zombi. Habari gani? Mbona uko lonely? Jina ni gani? Akasema Zari, nikamwambia aje, aje. Kamwambia kwangu ni kwake, mi mshike wapi? Ndio ataka moyo wangu we <laughs>